Karibu katika katika katika channel channel channel channel yetu kama ni mara ya kwa kwanza kwanza unakutana na video za kwa video za hii hii hii, basi hakikisha umesubscribe katika channel hii ili uwe mtu wa kwanza kupata video zetu pale tunapoweza kuzipandisha wakisikia okay. Leo naenda kuelekeza namna ya kuzuia matumizi ya data. Kitu cha kwanza, utaenda utaenda katika setting setting, application ya setting, utafungua kama hivyo ninavyoonyesha hapo hapo. Baada hapo, utaenda simu imeandikwa network and internet, simu zingine zimeandikwa connection Okay, uta click baada ya hapo utaenda sehemu ile imeandikwa data saver. Hii sehemu hapa data saver. Hakikisha umewasha hii hii nani hapa pembeni yake utaiwasha kama hivyo. Baada ya kuiwasha kama hivyo, basi mpaka hapo utakuwa umezuia matumizi ya data background yenu, ukitoka katika hiyo hapo unakuwa umezuia matumizi ya data, unaweza tu kutoka kama kawaida, basi uendelea kuitumia simu yako bila kumaliza data. Nikukumbushe kulike, kusubscribe pia bonyeza alama ya kengele.